Jamani, oneni hiyo picha, hiyo video tumetumiwa kwenye grupu la shule Temi Hill, wametutumia waalimu katika grupu la wazazi. Wanasema hizi peni zinagaiwa mashuleni. Hizi peni kama bastola, ndani zina risasi, wanagaiwa watoto kianza kuandikia, unakivuta hicho kidude, ukipiga basi, kama kuna mtoto mbele anamuua mwenzie na kama kaishika vibaya, kajielekeza yeye mwenyewe, okay. Mtoto anakufa, ni kama bastola. Mm. Hizi peni zimetokea, okay. Sasa hivi zinagaiwa, okay, mashuleni na zinauzwa pia. Kuangalia sana, mm, wazazi, okay. Tusije tukanunua hizi peni, ni mbaya. Yes, yes. Kama bastola, zimeshaingia katika nchi yetu ya Tanzania, okay. Tuangalieni sana jamani, vifaa vya watoto tukiwanunulia, tuangalie peni gani tunanunua. Peni hii imetumwa katika grupu la wazazi kutoka shule wanakosoma watoto wetu boarding Temi Hill, yaani nimebaki nimeshangaa, wallahi tena, na nimewatumia watu wote ninaowajua wasije wakaenda wakanunua hizi peni. Ujue umenunua bastola, umempa mtoto, anaweza akamuua mwenzie jinsi anavyotaka kutoa andike au anaweza akajipiga ka mwenyewe akajiua. Itizameni hiyo no, video 22. Allah tunusuru, atustiri arabi sote is kwa ujumla ya rasulullah atatustiri sisi atatustiri yeah. Jamani, hatuna ubaya na mtu kwenda kwa kutaka kutuulia watoto wetu, mzazi utanunua, utasema nipeni mwanao akatumie, ni ya chuma nzuri madhubuti, kumbe mwaza, unamnunulia bastola, unampa okay, amuue mwenzie au ajiue yeye. Hebu nioneeni jamani, e, Allah atunusuru atustiri arabi haya, okay. Ah, shukrani.